na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa hakuna kitu kabisa, lakini ukumbuke, huyu ni kocha mpya na ni mechi yake ya pili. Maana yake kwanza kurudi, pili maana yake inakuwa ni ngumu sana, sababu kwenye mechi mbili uweze kumjaji kocha. Lakini mimi binafsi nataka kuzungumza kwamba, bila kumuunya maneno, haina wachezaji ambao wengi hapo anao hivi sasa, ndio inafanya kuonekana kwamba ni timu ya kawaida, mapa kwa mashao kwa chini. Naamini kwamba ukimtazama barakote hata iweje iweze kukiva yani, kwa maana kwa hivi sasa, hata atumie nguvu gani kuweza viatu vya utu Mungu, lakini anarudi kwa mchezaji kama rasani kwa umma, ambaye ndo namba kumi mrisi wa Stephane Aziz Ki, bado na kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya

kumpe muda kocha, inawezekana wasiwe kama Yanga Afrika za msimu uliopita, lakini ikaanza kufanya vizuri eh, na kuweza kupata matokeo ambayo watu wanayahitaji lakini kwa hivi sasa, Andy Boyle akiwa na ukame wa magoli kwa, uh, kwa kiasi gani? Kwanza inarudisha imani kwa mwalimu ambaye amekuwa kimwamini uh, Dube na imekuwa ni ngumu kupata kile ambacho anakitaji lakini kwa kile Andy amekifanya, manake kuna namna ambapo mba na kwa sababu duniani hakuna kocha ambaye anaweza akamwacha mchezaji yote yule ambaye anampa kitu bora. Kama amefanikiwa kufunga mabao mawili ndani ya dakika ambazo ameingia, basi kama atapewa imani ya dakika tisini inawezekana akafanya vizuri kuliko ambazo amekifanya kwenye mchezo wa ligi. Lakini kwake ni kuchukura zaidi kwa sababu pia miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanapitia presha hii, ni lake la pili, lakini ikiwa ni mara ya kwanza kwa hiyo inaanza kutengeneza imani ina kwa ina kutumizia presha, kutumizia presha. Prince, na hiyo kwa namna ambavyo naanza pesa kuhakikisha anafanya vizuri. Dube, tumzungumzie kidogo. Ukipita kwenye peji ya Yanga unakuta na mashabiki wanaandika Dube must go, ni kama wamechoka kumvumilia. Nini hasa umekiona kwenye mchezo wa leo wa Dube? Ya kama Dube ataendelea hivi, bila shaka naona kabisa yeye hapo anadirisha dogo akiongea sio, kuna kitafuta mshambuliaji mwingine, kwa sababu eneo pekee ambalo linaweza kadani kukupa ubingwa ama alama tatu kwenye eneo mshambuliaji. Lakini kama kwenye hilo eneo basi, uwezekano wa kupata hata goli moja kwenye kila mchezo ni ngumu kutoka kwa Dube, basi inawezekana tukawa tuna utafiti tofauti. Lakini kwangu mimi naamini pesha ambayo anapitia Dube kuna namna ambayo inapunguza yale makali ambayo amekuwa nayo kitu ambacho nashindwa kukielewa ni kwamba kinachotokea hivi sasa ni kama kinajirudia kwa msimu mwingine. Mwanzoni mwa msimu hiki ambacho kinamtokea ni kama ndio. Lakini Dube akiwa Azam FC alikuwa anafunga kila aina mabao. Amefunga magoli mengi sana ya, ya kideo Aisha Manula akiwa simu. Na ndio tunaona namna ambavyo walikuwa wakiongoza lakini mambo yamekuja kuwa tofauti.